Tunaendelea na Mheshimiwa Saleh Bwana Mhando, Mheshimiwa Haider Ali Huseini Gulamali ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami naomba nishukuru kupata nafasi hii niweze kuwa mchangiaji katika hotuba ya mheshimiwa rais, na namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kunipa baraka hii na kibali hiki. Lakini pia naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana rais wetu Daktari samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa chama chetu Chama cha Mapinduzi, kwa kuweza kunipa imani na mimi kuweza kuniteua na kugombea katika Jimbo la Kilindi mkoa wa Tanga. Naomba nichukue nafasi hii na kwa unyenyekevu mkubwa niweze kuwashukuru sana wapiga kura wa Jimbo la Kilindi kwa imani kubwa walioonyesha kwangu. Nami naomba niwaahidi nitafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba nakwenda kukidhi matarajio ya wanakilindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze na mimi kuungana na wa wabunge wenzangu kumshukuru sana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kipindi cha serikali ya awamu ya sita kwa miaka minne. Kazi alizofanya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wanakilindi ambayo ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeelezwa kwa kirefu kabisa na wachangiaji wengine wa bunge wenzangu katika majimbo mbalimbali hapa nchini, lakini naomba niseme, wana Kilindi wanashukuru sana kwa wema waliotendewa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika sekta mbalimbali katika jimbo letu la Kilindi. Na kwa, kwa kweli tuwe wa kweli, na Watanzania naomba wanisikilize katika wakati ambao taifa letu limepata baraka ni kupitia kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ni miujiza imejitokeza. Huwa sio rahisi sana kutekeleza miradi ya kimkakati kwa kiwango ambacho kimefanyika, lakini wakati huo huo inatekelezwa miradi katika sekta za uzalishaji kwa kiwango ambacho hakijawahi kutarajiwa lakini wakati huo huo inatekelezwa sekta za kutoa huduma za kijamii elimu, maji, afya, kwa wakati mmoja. Mimi nawaomba wanataaluma, tutafakari na kuangalia kiwango cha uwezo wa hali ya juu ya cha uongozi alicho nacho Daktari Samia Suluhu Hassan. Unakwenda kuona katika kipindi cha miaka mitano, ikiwemo katika jimbo la Kilindi wananchi wanakwenda kupata huduma, mpaka watoto wadogo wanaimba mama Samia. Ukiona mahali popote kiongozi katika ngazi yako unaimbiwa na watoto, wewe una baraka za Mwenyezi Mungu na unatenda mema kwenye jamii yako. Tunakushukuru sana kwa miradi ya maji, mradi wa Diburuma bilioni 22.9 unaokwenda kutatua tatizo la maji katika kata sita katika jimbo la Kilindi kwa, kwenye tarafa ya Kwekivu, lakini bilioni sita nukta tisa katika mradi wa Kwamarigwa kata ya kata Kibirashi, vijiji sita na maeneo mengine kadha wa kadha. Kwa sababu ya muda, naomba niishie hapo, itoshe kusema unamwombea kila laheri katika miaka hii mitano Daktari Samia Suluhu Hassan ili afanye yale aliyodhamiria na aende akaandikwe kwa wino wa dhahabu kwenye taifa letu la Tanzania. Baada ya kutoa shukrani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, naomba nirudi kwenye hotuba ya rais aliyetoa katika bunge letu la kumi na tatu mwezi Novemba. Naomba niunge mkono, nianze kabisa kwa kutanguliza kuunga mkono hoja hotuba hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan na naunga mkono kwa sababu ukurasa nane kwa hame, hame anataka, wa 28 kwa wanaKilindi unakwenda kuleta tabasamu. Amesema na amekazia anataka anapomaliza mwaka elfu mbili na thelathini makao makuu ya wilaya zote yaunganishwe kwa kiwango cha lami na makao makuu ya mikoa. Eneo hili ni mojawapo linalokwenda kuwagusa wananchi wa Jimbo la Kilindi na kwa, kwa kipekee tunamshukuru kwa sababu alishaanza dhamira hii tayari. Kilomita ishirini kutoka Andeni Mafureta, mkandarasi ameanza kazi tayari. Kuna mkataba umesainiwa wa mkandarasi kutoka Mafureta kwenda Kireguru, kilomita thelathini. Safari ya kwenda kilomita mia moja kumi na tatu hadi makao makuu ya wilaya ya Songe yameanza kwa dhamira kwa kwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni waombe wizara ya fedha pamoja na wizara ya ujenzi tufanye jitihada kuhakikisha kwamba tunatoa fedha, wakandarasi wale warudi saiti, kazi iendelee, kazi na utu ya Daktari Samia Suluhu Hassan iende ikawafikie wananchi wa jimbo la Kilindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini katika ukurasa wa ishirini na nne na hili naomba niliwekee nilio, nilio, uzito, kwa maana kwamba nayashuhudia mapinduzi ya kilimo katika nchi hii kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mikakati hii na malengo na dhamira Daktari Samia Suluhu Hassan, tunakwenda kushuhudia mapinduzi makubwa katika sekta ya mifugo na uvuvi. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nitoe rai wizara hizi za kisekta ziende zikasomane vizuri, ziende zikasomane vizuri. Na hapa naomba niongezee na hasa hasa wizara ya viwanda na biashara. Baada ya mapinduzi ya kilimo kinachopokea ni, ni mapinduzi ya viwanda, kwa hiyo lazima sasa hivi sekta ya viwanda iende ikajipange, na sisi tuko tayari kule kwenye majimbo yetu kuandaa maeneo ya kongani za viwanda, ili kusudi sasa mazao ya wakulima yachakatwe kule kule kwenye maeneo yetu. Unapochakata mahindi badala ya kuuza mahindi ghafi unatoa mpaka pumba, maana yake unazootesha. Sekta ya mifugo tunataka kwenda kwenye ufugaji kibiashara wa unenepeshaji wa mifugo. Moja ya eneo linalochangia kunenepesha mifugo ni upatikanaji wa pumba za mahindi. Ukisafirisha mahindi, umezootesha lengo la uboreshaji wa mifugo. Hali kadhalika suala la uchakataji wa mazao ya mpunga, ukisafirisha mpunga, umeondoa pumba, inaenda kunufaisha mataifa mengine, kunanepesha mifugo. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa mawaziri wa kisekta, naomba twende tukatafsiri uanzishwaji wa viwanda vidogo vidogo, viwanda vya kati kwenye maeneo ya uzalishaji ili kujenga mnyoroo wa thamani na kuweka uhakika wa masoko kwa wakulima wetuasant sn baada ya no. kusema hayo, kwa sababu ya muda, naomba kuunga hoja. Nashukuru sana mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Saleh Mhando. Um, um.